Mtoto jinsi alivyo ni tofauti na mtu mzima ndio. Kwa sababu kwanza anaweza akafika mahakamani akashindwa kutokana na mazingira hizi ya mahakama za kawaida mm. Akashindwa yeye kujitetea, akashindwa kujua amefanya nini sasa mm. Changamoto kama hizo ndo zikapelekea kuanzishwa mahakama ya mtoto mm. Na mahakama hii ya mtoto uendeshaji wake pia uko tofauti na mahakama mm. za kawaida kwa maana vitu vingi ambavyo vipo katika mahakama vya kawaida huko havifanyeje, havifatwi mm. Na hata ukitazama watu ambao wanajumuishwa pale kuwepo ni watu tofauti kabisa mm. Na mashauri yake pia yanaendeshwa kwa usiri mm. Sio kila mtu kwamba anaweza akaenda kusikiliza lile shauri la mtoto linaloendelea pale mahakamani mm na hata watu kwa sababu yapo mashauri ambayo yanasikilizwa kwa kawaida, watu wanaenda wanasikiliza na nini na nini, lakini inapokuja swala la mashauri ya mtoto hmm. kuna watu ambao wametamkwa kabisa na sheria kwamba huyu itabidi awepo, hmm. na hata huyu, kwa mfano shauri linasikilizwa na mahakama kuu kwa kosa kubwa ambalo atakuwa amelifanya, hmm. hata ile mahakama inavyotakiwa kukaa haitakiwi kukaliwa, sasa ikiwa kama mahakama hmm. yani kama mheshimiwa jaji hawezi kuvaa zile majuo yale manini manini, haitakiwi hmm. kuwa vile, kwa kuna baadhi ya taratibu hazifuatwi hmm. lakini lengo ni kusimamia ustawi wa nani, wa mtoto.